Licha yeyote nilofanya kazi kule, na akanipelekesha kamsukule kwake, nilijishusha sana ila, kumbe sina maana. Nilipendwa nisipopendwa, kumbe mvuvi, mvuvi

Lakini Shazma, safari yote tuliyotoka ulikuwa unatembea vizuri tu, mara ghafla kuanza kuchechemea, kwani shida ni nini? Labda walikuwa bizi na mambo yako tu, mbona mimi nimejikuwa najiwe pale njiani, kwani wewe hujaona? <tuhi> Sawa, lakini alivyokuja Tola, mbona alisema kama atakuja nyumbani kwenu. Alafu kama kuna vitu alikuwa anaongea, mimi nilikuwa sivielewi, au kuna kitu kipo unanificha? Aisha, hakuna kitu chochote kinachoendelea hapo. Hem, tuachane na hayo, fanya ukaniletee majina Jordan? Jordan? Jordan. Kuna shida gani , bwana? Amna, ni mambo ya maisha tu ya kila siku lakini kusema kweli nilisahau tu kukujulisha nimeachana na Shazima nampenda anafanya makusudi eti Miki. Kwa nini unachana naye? Ananitangazia kuwa yeye. Sema kweli Miki. Namuona Shazi kama mwanamke ambaye ana mambo mengi sana. Kuna wakati tunaweza kwenda pale kwao, lakini ananizungusha tu. Nikimwambia hiki anaingilia huku, nikimwambia hiki anatokea huku, nashindwa kumwelewa. Naona kama mwanamke ambaye anachezea hisia zangu. Unajua, Shazma ni mwanamke mrembo sana hapa kijijini. Kila mwanaume anatamani kuwa naye, kwa hiyo uenda labda uzuri wake ndio unaokusumbua wewe. Kwa hiyo ndo ashaka kama mmeachana basi. Lakini Miki ndugu yangu, mbona imekuwa rahisi sana kunishauri mi niachane naye? Kuna chochote ambacho nakijua ambacho nanificha? Hapana, jua mi nafata ulichokisema wewe eh kwamba Shazma ni kweli mwanamke ana mambo mengi sana hapa kijijini, na ni mrembo kweli. Kwa hiyo hakuna ubaya kuachana naye, huenda sio sahihi kwako. Tuliza akili yako, unaweza ukampata sahihi. Tufanye kazi, tuwae ufukweni. Mvuvi, mvuvi. Yeah, yeah, yeah. yeah. Ah. Mungu akikupa ukilema anakupa na mwendo, siku zote atamwanya na wafanani na pengo, zile hadithi za wahenga nilohadithiwa kwamba mapenzi yanaua ni uongo, ni uongo. Kwako wewe sijakosea njia, umeniteka hisia wendo dereva wa moyo, hakuna mwingine. Nimependa ninapopendwa, kume mapenzi ni matamu na msemi. Nimependa ninapopendwa. Salama za utokapo. Shega tu. Vipi, mbona unaonekana mtu ulikuona unyongonyo ni umebuka na mawazo tena chani? Hapana, unajua saa hizi nipo peke yangu nyumbani na sina cha kufanya, ndio maana nimeamua nikae tu hapa nifikirie vitu vyangu vingine. Yaani shezima, mi nakuona kabisa machoni, wewe uko sawa? Yaani utakuwa na mang'amung'amu tu, we niambie penginepo nikaweza kukusaidia nikakupa msaada. Hapana, usijari. Mbona kawaida sana mtu kukaa peke yake, nakuwa katika hali kama hii. Kwao mi sioni shida, mi niko sawa. Shazima, siku zote mtu anikificha marazi, basi kifo kinikuja kumumbua. Yaani kabisa, nivyo kuangalia machoni wewe, nikuona kuna mang'amung'amu, we niambie tu ili kusudi niweze kukusaidia. Kiukweli Tola, uko sahihi sana, mi siko sawa hata kidogo na nimekaa hapa. Kuna vitu na viwaza sana vinaniumiza kichwa changu. Unajua, baba yangu amekopa mkopo kwenye maswala yao ya pwani huko kwenye samaki, na hatuna pesa ya kuweza kulipa huo mkopo. Kwa hiyo imepelekea kuwekwa rehani mtumbwi wake, na kama unavyojua Tola, huo mtumbwi ndo unatusaidia sisi hapa nyumbani kwenye kila kitu na unaweza kuendesha maisha yetu. Kama huo mtumbwi utauzwa, tutaishije maisha hapa nyumbani? Ndio maana mpaka dakika hii naona nina mawazo makubwa sana. Pole sana. Sasa huo mkopo, baba yako anadaiwa shilingi ngapi? Anadaiwa laki na hamsini. Sasa katika hiyo laki moja na shilingi elfu hamsini, mpaka sasa hivi mmekusanya shilingi ngapi? Ukweli, ndo maana mimi nikiwa na mambo yangu ambayo yanahusu familia yangu sipendi kumshirikisha mtu yoyote, kwa sababu hata akihitaji kunisaidia au chochote kunifanyia, atashindwa hata anzie wapi. Huwezi amini, sina hata senti moja ambayo inaweza kumsaidia baba yangu. Ah, basi sawa, mi naweza, ningekwambia kitu mi nipo tayari, ilo deni nikalibeba mimi. Cha msingi hapo wewe niombee Mungu, kesho palivyokucha salama, mi nitavyokwenda pwani huko kwenye shughuli zangu za uvuvi, nitakwenda nitaminyana kwelikweli, nitapambana kwa juhudi zote, nihakikishe ninapata hiyo hela, nirudi nayo nikukabidhi, ukanilipia baba yako deni. Asante sana Tola kwa moyo wako wa ukarimu unajua sielewi hata nieleze vipi kwa msaada mkubwa ambao unataka kunisaidia. Asante sana Tola. Usijali, mambo madogo tu hayo hapo, wa kushukuriwa ni Mwenyezi Mungu. Sawa, halafu ndo nafuta mimi, kwa sababu Mungu wewe eh ndio ninipa mimi nguvu ya kuweza kutoa msaada huo. Halafu ah, vipi? Maana nimekuja tu nimekaa, nzee yupo? Hapana, hayupo tayari, ameshakwenda kwenye shughuli zake. Ah, huyo amepenya huyo. <laughs> unifanya manchezo nini? mtu kudaiwa laki moja na hamsini usawa huo, yaani wewe unaona kuna kucha haraka, yani mtu vilivyo kucha tena, unaona, asije kanikuta hapa kama makubwa. Kwa hiyo usijali, Shazima, sawa, mimi nitamaliza matatizo yote a, lakini elfu hamsini kitu gani kilipo? Ala, chari hadi hela ndogo tu Jasara, kwani unachog'ang'ania ni kipi? Kwanza umekuja bila taarifa, lakini pia umepata walichokuwa nakitaka mpaka unafurahia. Halafu kitu kingine Jesalo, mi nisha kuwa kuku wako maana ya nini? huyo kiumbe lazima atafika hapa na hicho na ndo nachoofia hapa. Nastaki kualibu yule, ndo analipa visenti ugali wangu, ila we nakupenda. Hata mi nakupenda Nafurahia sana mapenzi yako. Unataka kujua ninachong'ang'ania kwako? ninachong'ang'ania ni ladha nzuri sana ya asali inayotoka kwenye mzinga huu. Nakupenda pia. Yeye anajua wanajaribu kujiuliza, yani, ni nyuki wa aina gani anayetengeneza asali tamu ya namna hii eh? Eh. Kwa hiyo eh, unataka kunambia nyumbani kwako upati asali kama hii? Ah, pale hamna kitu yani. Nadhani wakati wenzangu wako bizi kutafuta nyuki ili waweze kupata asali nzuri, mimi nilikuwa bizi kutafuta nzi. Sawa? <laughs> ah. ah. ah. so, nakuelewa, lakini naomba ni kwa idi kitu, kesho uje mapema, naandaa asali special kwa ajili yako jamani utakayoifurahia mpaka itakusababishia uende nyumbani kwako ukamfukuza ile izo unayemfuga. Ah, aise <laughs> ah, ndio maana nakupenda sana wewe, ya mwanamke. Yaani unajua namna ya kunipangilia eh, yaani dozi unazipangilia ipasavyo. Okay. Yeah. ila kwa leo naomba uende. Eh, sawa, sasa twende ndio nikaonje, japo mara ya mwisho tu, halafu niweze kuondoka. Jesali, unajua unikosea, nenda. Mimi nimekwambia hapa, naogopa naofia, huyu mwanamume wangu atafika. Mpenzi, niamini mimi, huyu hawezi kuja saa hizi. Kidogo tu kidogo tu, alafu bana. Jesalu, Jesalu bwana, nenda, uje kesho, unajua huyu atakuja Licha ya yote nilofanya, kazi bure, na akanipelekesha kamsukule kwake, nilijishusha sana ila, kumbe sina maana. Nilipendwa nisipopendwa, kumbe mapenzi ni machungu na msemi. Asante sana Tola kwa kuweza kutuokoa, kiukweli tulikuwa kwenye wakati mgumu sana. Unajua yule aliyekuwa anatudai alikuwa anakuja nyumbani akitutisha sana na kumuumiza sana kichwa babangu mdogo, lakini we, mpenzi wangu, ukasimama na mimi bega kwa bega mpaka kuweza kufanikisha kunisaidia, kiukweli Tola. Sina chengine cha kusema zaidi ya shukrani hata. <laughs> ah, ah. Mimi nasema shukrani, ah, siku zote wahenga walivyosema, unapopenda boga ndio upende na ua. Yaani mimi nimekupenda kuanzia wewe na kila kitu kinichokuzunguka. <laughs> Wale na nakupenda kwenye shida na raha, nakupenda kwenye uzima na maradhi. Yani mi nafarajika tuvileni hivi kwa karibu na wewe yani, yaani nikupenda kweli ntoto livi kwa nzuri yani <laughs> yani moyo wangu wote yani ndo nibuka bukapuya <laughs> Mvuvi, mvuvi hivi hiki nachokishuhudia mbele ya macho yangu ni kweli au nipo katika njozi? Maua, mwanamke ambaye mimi nakupenda kwa dhati na nimekuamini, unaamua kunisaliti kama hivi? Ha, ha, ya kusaliti huyu huyu huyu huyu kaja tu. Mimi amna kilichoendelea, amna kinachoendelea ah, vipi wakati nikiwaangalia, tunaona kabisa nyinyi si bure, kuna kitu baina yenu hapa Yesaru, eh? katika hili umenikosea sana, tena umenikosea sio kawaida. Lakini sio mimi tu, mpaka mke wako umemkosea pia. Mbona mwanamke wako ni mzuri na anakupenda kuliko kawaida, lakini hauridhiki na mke wako mpaka unakuja kutembea na mwanamke wangu Ah, yani yani mimi yule ni mke wangu n yani, kwa sababu hapa mimi nilikuwa napita tu wakati napita na, na rudi zangu nyumbani nikawa nilikuwa na shida na maji ya kunywa. Ndio nikaona nipite hapa niombe maji ndio akawa amenipatia maji ya kunywa si ndio eh? Wewe kelele ninyi? Mimi na akili timamu na sio mtoto mdogo kwa hiyo maji ya kunywa ndio mnaenda kuombeana huko ndani si ndio? Mnalazimishana kabisa twende twende. Yani, yani yani, wewe hujaelewa. Mimi hapa nilikuwa nazungumza naye na kwa sababu nilivyokuwa nimemwomba yale maji, sasa ndo nikawa nataka nianze kunywa, yani kabla hajaniletea kwa sasa. Wakati tulikuwa tunazungumza pale, mimi nilikuwa na najaribu tu, yani kama vile nilikuwa mtulia kwanza, yani namna ambavyo unazungumza na nyuso zenu zinaonyesha kabisa kwamba nyinyi ni wanafiki. Keelapoao, naona mimi mpumbavu, si ndio? Mpumbavu si ndio? Yaani kuniambia ulikuwa wapi muda wote huo? Eh? unaweza kuniambia ulipokuwepo muda wote huo? Ah, mimi nilitoka, si nilitoka asubuhi asubuhi, vile nilivyotoka mapema vile, unakumbuka eh? kwa hiyo nilitoka nikaenda tukawa tumeenda. Yani nilikuwa pale tulikuwa, wakati tuna, yani tulikuwa tunafanya mazungumzo na wanaume wenzangu pale, tunabadilishana mawazo kwa ajili ya maendeleo ya kijiji chetu. Unajua wakati tulikuwa tunazungumza pale nika, tukawa tunaongea ongea sasa na mbona umekaa nje mpaka saizi, mke wangu? <coughs> Ningewezaje kulala kwa ubavu wangu wa pili simuoni? Na imani wewe ungeweza kabisa, maana huna wasasi kabisa? Kabisa. ah, hapana mke wangu, pole sana, pole sana. Unajua nimechelewa, nimechelewa ni kwa sababu tu ya mihangaiko huko nilipopita eh, lakini eh, haikuwa kwa nia mbaya eh, basi Hebu naomba leo iwe mwanzo na mwisho basi, nimechoka. Sawa, ni kweli kabisa. Tena nakuapia kwa Mungu mke wangu, kuanzia leo mimi sitachelewa tena kurudi hapa nyumbani tena. Wakiniita kwenye vile vikao vyao sikai, nawambia, saa hizi ni muda wa mke wangu na wahi nyumbani. si ndio mama eh? Sawa, kofia iko wapi Eh? kofia iko wapi Chunawea eh? Unaweza ukapata mtoto. Nilikuwa e, naomba uende ukambembeleze uka, uka alafu muda, mimi nilikuwa najiandaa. Huu ni danga lako tu, kwa hiyo nimeona sio mbaya na mimi nikaruka naye. Nakupenda. kama ruba akile sharata, kuta mimi umusiha nanelewa hata kidogo. Amwacha kuniamsha kienyeji. Huyu ni mke wangu nimemuoa, nataka nizalie mtoto. Tafadhali, tafadhali, tumia taaluma yako hata huyo jaji, huyu hakimu ni lazima asikilize pande zote mbili

Anh, kwa vipo shuki? Kwa maana umekuja kunidhihirishia kwamba eye ni mwanaume jabari, mwanamke amehubutu kumwacha mume wake wa ndoa, kwa sababu yako yako ya ndoa Iko toka nje ondoka! Kwenda! Mama, mama, mama. Subiri kwanza, hatupasi kutumia jazba katika leo. Unanipenda. Kutumiajb katikaiaaipnaun

Siku zote atamwanya na wafanani na pengo zile hadisi za wahenga, niloajisiwa kwamba mapenzi yanaua, ni uongo, ni uongo kwako wewe. Sijakosea njia, umeniteka hisia, wendo dereva wa moyo, hamuna mwingine, nimependa ninapope Kume, mapenzi ni matamu na msemi, nimependa ninapopendwa. Kume, mapenzi ni matamu na msemi, ameridhika nami na mimi, mvuvi mvuvi.